Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, serikali ina dhamira ya dhati ya, ya kuijenga Zanzibar yenye maendeleo endelevu na jamii inayopata huduma bora za jamii ikiwa ni pamoja na elimu, afya na maji safi na salama. Kwa muktadha huu, sekta ya maji na usimamizi wa maji taka ni hatua muhimu katika kuyafikia maendeleo tunayoyatarajia. Kwa hakika Maji ni rasilimali ya kipekee inayogusa maisha ya kila mmoja wetu. Aidha, usimamizi wa maji taka ni jambo la msingi katika kulinda afya ya jamii, kulinda mazingira na kukuza ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, sera hii ya maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2025 ambayo inazinduliwa leo ni hatua muhimu katika kuendeleza jitihada zetu za upatikanaji wa huduma za maji safi na salama pamoja na usimamizi wa huduma za maji taka. Sera hii ya maji na usafi wa mazingira inatarajia kuimarisha mikakati ya kusimamia rasilimali za maji na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za maji safi na salama unaendelea kuimarika Unguja na Pemba. Aidha, mifumo ya usimamizi wa maji taka itaimarishwa na hatimaye kupunguza uchaf, uchafuzi wa mazingira katika miji na vijiji kwa kuhakikisha kuwa mazingira yanatunzwa kwa faida ya jamii nzima. Kadhalika, sera hii itaimarisha elimu ya umma kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira, matumizi sahihi ya maji na athari za uchafuzi wa mazingira kwa afya ya jamii. Tuna fursa kubwa ya kuimarisha huduma za maji na usimamizi wa maji taka yanayoendelea kuathiri jamii yetu iwapo tutakele, tutatekeleza sera hii kwa ufanisi. Kwa hakika, swala hili, la Wizara ya, swala hili si la Wizara ya Maji pekee bali linahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi pamoja na wananchi kwa ujumla. Ndugu viongozi, ndugu washiriki, ninapozindua rasmi sera hii ya maji na usafi wa mazingira, Naahidi kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kwa karibu na wananchi, sekta binafsi na wadau wengine wote wa maendeleo ili kuhakikisha malengo ya serikali kupitia sera hii yanafanikiwa kikamilifu. Tutahakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekosa huduma za maji na kwamba tutakabiliana na uchafuzi wa maji unaoathiri mazingira yetu na kusababisha milipuko ya maradhi, hasa wakati wa masika. Baada ya kusema haya, sasa napenda kutamka kuwa sera ya maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2025 nimeizindua rasmi. Asanteni sana kwa